Sasa utakuta amekaa amekaa kigrupu, leo utasikia Manchester lazima anatoa, leo Liverpool anatoa. Anakaa mtu ametandika eti mechi thelathini. Ah! mechi thelathini eti mtu anataka eti mechi thelathini eti zote zishinde zi, zi, zi, alafu apate matokeo kwa matokeo yapi? Alafu ikifika jioni utasikia aya, ah, liva ameniharibia Haiwezekani, Liva imetimia wewe? Wewe ulikopo wanjani, mpaka Liva atoe camsig? Kijana, pambana na nafasi ingine, sio fikirie Liva atatoa. <laughs> Maliza chuo kikuu degree kabisa, alafu eti uko kwenye mkeka. Mkeka utoikiti, ndio fursa za vijana za sasa hizi? Eti vijana vijana, acha kufanya kazi za za kujitolea za kujituma, eti wanasema eti mkeka unatoa mkeka unatoa unakutoa mkeka ana <laughs> mwache fikra potofu kwani